Heri ya mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita. Katika bandari zetu, wiki hii tumefunga safari hadi mkoa wa Tanga, tukiangazia ufanisi wa bandari ya Tanga. Hivyo serikali baada ya kuliona hili ikaamua kuja kufanya maboresho ya bandari hii, ambapo maboresho makubwa yalifanyika katika maeneo makuu manne. Eneo la kwanza ilikuwa ni njia ya kupitia meli ambayo tunaita entrance channel. Njia hii ilipanuliwa hadi kufikia mita 135 lakini vile vile eneo la kugeuzia meli ambalo linaitwa turning basin nalo pia lilipanuliwa mpaka mita 400. Upande mwingine ilikuwa ni upande wa eneo la maegesho ya meli ambapo kina hapo awali tulisema kilikuwa ni mita tatu lakini kina hiki kikaongezwa hadi kufika mita kumi na tatu na vilevile eneo la vifaa kwa vifaa vilinunuliwa mitambo mbalimbali mbali, takribani mitambo kumi na sita ambapo ilinunuliwa katika kuhakikisha utoaji huduma unakuwa ni wenye ufanisi na wa haraka zaidi. Ni kuambie kwa mwaka huu wa fedha wa 25 26 lengo ni kuhudumia tani milioni moja laki sita lakini kwa katika kipindi hiki cha miezi sita peke yake tumeshahudumia zaidi ya tani milioni moja. Kwa maana yake yale matarajio ambayo tuliokuwa nayo mwaka huu tunaweza tukaenda zaidi. Kitu kikubwa ninachoweza kuwahakikishia wateja wetu wa bandari ya Tanga ni kwamba tutaendelea kutoa huduma katika kiwango kile kile ambacho tumekuwa tukikitoa katika kila siku, kuhakikisha kwamba muda wa meli kukaa katika kusubiri vilevile katika, katika kuhudumiwa katika, katika gati unakuwa ni mfupi iwezekanavyo, lakini vile vile kuweza kutoa huduma zenye ubora na ufanisi. Leo unasema waje? Ah, siku hizi zimebadilika. Ah, unaweza kuondoka ukaja leo, ukaondoka leo. Alhamisi <laughs> saa tatu na nusu usiku kupitia TBC1 na TBC online.